Kila mmoja anatamani awe na mwisho mzuri. Kwa kila jambo unaloanzisha, unatamani uone matunda yake, uone mwisho wake. Hakuna kitu kinaumiza kama kuanzisha jambo alafu liwe na mwisho mbaya. Kuna baadhi ya watu wana roho ya kuwa na mwisho mbaya, yani mambo yao yanaanza vizuri alafu yanamalizika vibaya. Mambo yao yanaanza kwa uzuri kabisa, lakini mwisho wao unakuwa mbaya. Karibu katika maombi ya kuombea mwisho wako au ya kuombea mwisho tunahitaji kumwomba Mungu atusaidie tuwe na miisho mizuri, si tu katika mahitaji yetu ya kila siku, lakini pia hata katika imani ya kiama. Mtume Paulo anaoandikia Wagalatia kwenye kitabu cha Wagalatia tatu moja anasema enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi, ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele yenu, tena mbele ya macho yenu? Lakini ninyi mmeanza kwa Roho, lakini mmemaliza kwa mwili. Kwa kuna watu ambao wanakuwa na mwisho mbaya, wanaanza vizuri lakini wanamaliza vibaya. Unahitaji kumwomba Mungu akusaidie uwe na mwisho mzuri. Kuna mambo umeanzisha au kuna jambo unatarajia kulianzisha, mwambie Mungu, ninaomba ikawe na mwisho mzuri, naomba Mungu likawe na mwisho mzuri. Jambo lolote ambalo umeanzisha mwombe Mungu likawe na mwisho mzuri, muombe Mungu likawe na mwisho mzuri, ukaone matokeo ya kile ambacho umekianzisha ukaone ushindi wa kile ambacho umekianzisha. Karibu katika maombi ya kuombea mwisho mzuri. Bwana Mungu, tumekuja mbele zako tunasema asante kwa kuwa neema yako iko pamoja nasi, na kushukuru kwa sababu umemkutanisha mtu huyu na maombi haya. Umemkusudia, ndiyo najua umemkusudia, na Roho Mtakatifu hawezi kuleta ufunuo au kuleta jambo kama hakuna mtu ambaye amekusudiwa Mtu huyu ambaye niko naye wakati kwenye maombi umemkusudia, ninaomba akawe na mwisho mzuri, ninaomba umsaidie na umjalie akawe na mwisho mwema, na kataro ya kukengeuka, na kataro ya vitu kuharibika, na kataro ya vitu kufika bila upangilio. Wengine mnaanzishaga vitu havifikagi mwisho. Ninaikemea roho kwa jina la Yesu, kuachie. Ewe pepo na ivurugaga mambo yasiwe na hatima nzuri, ewe pepo na ivurugaga mambo yasiwe na mwisho mzuri, na kuondoa kwa jina la Yesu. Haijalishi unakaa kwa njia ipi na kufanya kazi kwa namna gani na kukemea. Kuanzia sasa, achia mtu huyu akawe na mwisho mzuri, achia mwisho wake, achia mwisho wake, achia mwisho wake, achia mwisho wake katika jina la Yesu Kristo. Kama ilivyoandikwa, ni heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Haijalishi ulianza vipi, lakini kama utamaliza vibaya, inaweza kuharibu yote. Baba, ninaomba umpe mwisho mwema na kataa kuwa na mwisho mbaya. Kuna jambo lote amelianzisha, kuna jambo lote anatarajia kulianzisha, kuna jambo lote ambalo liko nalo wakati huu, baba ninaliombea, naomba kibali cha kuwa na mwisho mzuri. Mahali ambapo adui anapanga kuvuruga mwishoni, ili aweze kuharibu mtu, anatumia gharama, anatumia muda, anatumia eh, kuwekeza kwa namna nyingi, alafu mwisho wa siku kunatokea mambo mabaya, mwisho wa siku kunatokea ubaya. Baba nakataa mwisho mbaya. Zaidi ya hayo, Bwana naomba umfungue ufahamu, kama kuna mahali ambapo amewekeza au kuna mahali anafanya jambo fulani sio mpango wako Mungu, naomba umfunulie jambo hili mapema, ili asije akawekeza na kuweka nguvu zake, alafu mwisho wa siku asione matokeo. Asije akawekeza muda wake, asije akawekeza imani yake, asije akawekeza moyo wake, mwisho wa siku asione matokeo. Namtenganisha na watu wabaya, namtenganisha na watu wasio sahihi, namtenganisha na vitu ambavyo sio sahihi. Bwana, mfungue macho kama kuna mahali anafanya kitu na sio na mpango wako, Baba muonyeshe kwa njia yote ile, muondolee hata amani kwa namna yote ile, mpeleke mahali ambapo atakuwa na mwisho mzuri, nami napangua kila roho ya giza na kemea roho ya kupoteza nakemea roho ya kualibiwa, nakemea roho ya aibu ambayo inaandaliwaga mbele. Nafunga mipango ya aibu na kataro ya kuaibika na kataro ya kudharirika, naikemea isikupate wala isikuguse. Na tamka ufungulivu kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa, pokea mwisho mwema, pokea mwisho mzuri. Kwa jambo lote ambalo unalifanya kwa jambo lote ambalo unataka ulianzishe, Mungu akupe mwisho mzuri, Mungu akupe mwisho mzuri. Na kuombea neema ya Bwana kufunike, na kuombea ulinzi wa kimungu wabatane pamoja nawe. Pokea ulinzi, pokea mwisho mzuri mzuri. Pokea kibali, pokea nafasi, pokea wepesi katika jina la Yesu. Kila mwisho mbaya na ukemea, kila mwisho wa giza na ukemea, kila mwisho ambao adui aliuandaa ya mbele yako mbaya, mtego aliyoutega ili kwamba utumbukie uangukie hapo, na na utegua mtego wake, na utegua mtego wake, na tegua mitego ya kichawi, na tegua mipepo ya uchawi, na tegua mipepo ya giza iharibike kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya uharibifu ya kuwa na mwisho mbaya, matokeo mabaya na kataa, na kataa na kataa. Nakuombea ukawe na mwisho ukamalize vizuri ukaone ushindi ukafanyikiwe na kufaulu katika jina la Yesu Kristo. Na achilia malaika wa ulinzi watangulie mwisho, waende pale mbele, waende pale mwisho, wakakulinde wakakufadhili wakakutunze wakaharibu kila mipango ya shetani, kila roho za kurudishwa nyuma, roho za kuvurugikiwa mambo, na kembea na kuharibu kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, Mungu akupe mwisho mzuri kuliko ule mwanzo katika jina la Yesu, amen. Naitwa muombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini umebarikiwa na umefunguliwa na ume... natamani uendelee kupokea vipindi vya kiroho. Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp, niandikie jina lako na hitaji lako, nitaenda kukuombea. Lakini pia unaonifata kwa njia ya YouTube, karibu kwa kuandika maombi ni dawa, na wale unaonifata kwa njia ya TikTok, karibu kwa kuandika maombi ni dawa. Mungu akubariki akupe mwisho mzuri kuliko uli mwanzo katika jina la Yesu.